Zaidi ya vijana 60 kutoka eneo bunge la Matuga wamefuzu katika kozi za kiufundi na kupata vifaa vya kuwawezesha kujiajiri kupitia mradi wa Tujiajiri. Waliofuzu walipata mafunzo tofauti katika chuo cha Matuga bila malipo ili kupunguza ukosefu wa ajira, huku mradi huo ukinuia kufikia zaidi ya vijana mia tatu katika awamu yake ya pili kwa lengo la kuwawezesha vijana kuinua hali yao ya kiuchumi. Hawa ambao wana graduate kupitia Tandaza na KCB wataweza kupatiwa vifaa, sio kwamba wamesoma tu bure kusimamiwa, lakini pia watapatiwa vifaa vya kuendeleza kazi zao. Mlipojipanga mkaunda CBO, sasa kilichobaki ni kile cha kuunda kampuni ili mweze kufanya biashara. Na kitu kizuri kama mmeunda kampuni na nyinyi wenyewe mna ujuzi, wakati mwingine mambo mengine yanakuwa rahisi ajira ipo, lakini lazima pia wewe mwenyewe pia kujipanga, na kujipanga ni kutafuta cheti, na nimefurahi sana kuona kwamba leo hii mmeweza kupata cheti ili mkitoka hapa muweze kujiendeleza katika biashara zenu.